Sitishwa na gharama za ziada au hasara zinazoweza tokea safarini kwa kuachwa na ndege, kupoteza mizigo, kuumwa, ajali au hata kushtakiwa kwa sababu una travel insurance, bima ya safari kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndiyo bima. Wakala wa barabara za vijijini TARURA imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi iliyofanyika kwa kutumia teknolojia mbadala wakianza na barabara ya Chamwino na kuhitimisha ziara hiyo katika daraja la Ng'ong'ona lililounganisha barabara ya chuo kikuu cha Dodoma ya Yudom na wananchi waishio kata ya Ng'ong'ona. Akizungumza wakati wa ziara hiyo mwenyekiti wa bodi ya ushauri TARURA Mhandisi Florian Kabaka amesema ujenzi huo umetumia teknolojia mpya, hivyo ni muhimu kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa lengo la kuona kama zinafaa kwa matumizi Watanzania. Tupo kwenye ziara hili kwa lengo la kukagua miradi iliyofanyika kwa kutumia teknolojia mbadala. Kama mlivyoona, tumeanza na barabara za Echo Road na hatimaye tukaja kwenye daraja hapa. Lengo ni kuona utendaji au performance ya teknolojia hizo. Ni teknolojia mpya kwetu kwa hiyo ni muhimu tuziangalie na tuzikague mara kwa mara, kwa lengo la kuona kama zinatufaa ama la. Mbali na gharama ambazo moja kwa moja tumeelezwa na wataalamu kwamba ni nafuu sana. E, kwa barabara unafuu upati mwanzo, kwa sababu ya gharama za kuanzia ziko juu, lakini kwa maana ya muda wake wa maisha yake yote ukijumlisha gharama za utengenezaji, ujenzi na kila kitu, gharama zinakuwa chini. Upande wa daraja la mawe hiyo, moja kwa moja gharama zinaanza chini, ziko chini tu. Chini ya nusu ya gharama ambazo ungejenga daraja lingine la kwa njia za kawaida ambazo tumezoea. Lakini kwa maisha ni karibu maisha ni yale yale kwa muda ule ule. Adall e, upande wa Echo Road hatuwezi kusema mengi kwa sababu ndio kwanza tumeanza teknolojia hiyo na kama mlivyoona kule barabara ina karibu umri wa miezi saba tu, kwao ni mapema mno kusema chochote. Iko vizuri bado, kwa hiyo baada ya muda ndio tutaweza kujua exactly kama teknolojia hiyo inatufaa ama la. Kibasic kwenye historia ya wenzetu kule iko vizuri, lakini kwa nchi yetu, kwa mazingira ya nchi yetu, kwa udongo wa nchi yetu, tunahitaji bado kujifunza kwa uaendelea kuiangalia hiyo kila mwaka unavyokwenda tuone kama kweli hicho ambacho tunaelezwa kitafaa kwetu. Lakini upande wa madaraja, ukiacha changamoto madaraja machache ambayo ilikuwa ni aidha imetokea dharura kama ambavyo inaweza kukumba madaraja mengine ya mvua kunyesha, ambavyo si kawaida, na hasa ukichukulia kwamba daraja moja ambalo liliporomoka ilikuwa bado linajengwa na bado lilikuwa na mirunda na kila kitu ikasombwa, hiyo ni ajali ya kawaida, tuwezi kusema ina disqualify teknolojia hiyo. Leo tulikuwa tumeambatana na bodi ya ushauri ya TARURA kwa ajili ya kutembelea miradi yetu ambayo tunaitekeleza katika mkoa wa Dodoma, na kwa kuanzia tulianzia kwenye mradi wa barabara kilomita 6.95 ambazo zinatekelezwa kwa kutumia teknolojia mbadala. Tumekuwa tukihangaika na hizi teknolojia lakini, leo ni katika kutafuta unafuu kupunguza gharama za ujenzi wa barabara. Kwa hiyo tulienda Chamwino tumejenga pale kilomita 6.95 kwa kutumia Eco Roads. Eco Roads ni chemicals tu ambayo inachanganywa kwenye udongo ili kupata bezi. Baadaye kutumia sementi na na CRR na nini tunatumia chemicals ili kuimarisha ile bezi ambayo inakuja kubeba uzito kwenye barabara. Kwa hiyo tumefanya ile kazi na zaidi ya mwaka na nusu na tunaendelea ku-monitor ili tuone performance yake kama tunaweza kuitumia sasa kwenye kazi zetu kwa ujumla lakini pia tumekuja kwenye daraja hili. Daraja hili linaitwa daraja la Ng'ong'ona, liko katika kata ya Ng'ong'ona. Ni daraja ambayo linaunganisha chuo cha UDOM na kata ya Ng'ong'ona, kwa wanafunzi, walimu wengi wanatumia daraja hili katika kupita. Daraja hili na upana wa mita 26.4 lakini lina urefu wa mita 26.4 na upana wa mita saba na limejengwa kwa mawe tu, na gharama yake mpaka kukamilika ni milioni mia moja hamsini na mbili lakini tumeangalia kama tungelijenga kwa kutumia nondo na, na zege kama tulivyofanya kwenye madaraja mengine gharama ingefika milioni 456. Kwa hiyo, kwa madaraja haya tumeshajifunza na tumeona kwamba yanatufaa katika kupunguza gharama za ujenzi kwa sababu mahitaji ni makubwa sana na bajeti ni kidogo. Kwa mkoa wa Dodoma mpaka sasa tumejenga madaraja tisa ambayo yamekamilika na yanatumika na wananchi, lakini madaraja nane yanaendelea na ujenzi. Kwa maana ya bajeti ya 24 25 katika hatua mbalimbali na mipango yetu kwa mwaka ujao tujenge madaraja mengine mawili makubwa. Kwa hiyo kwa kipindi hichi kifupi, tutakuwa tuna madaraja 19 ambayo yamejengwa kutumia mawe na kiukweli yanasaidia wananchi. Kwa sasa tunajisikia kuna amani, maana zamani zilikuwa tunapita kwa shida. Ukipita unakuta saa nyingine matope paka unafika kwenye magoti paka huko kiunoni. Lakini sasa hivi ah, tunapita kwa amani kwa kweli. Hakuna shida yoyote. Tunamshukuru aliyeweza kufanya hivi. Tunampa tu hongera na aendelee na siku nyingine kuweza kutufanyia kama hivi. Hili daraja mimi naona lina ubora zaidi, maana ingekuwa kama maji yanapita juu tungekuwa tunalalamika, lakini yanapita chini. Kuna kuna ubora zaidi. Maji yanapita juu watu tunapita na nini, maji yanapita chini watu wanapita juu. E, kuna unafuu kama hivi mnavyoona. Lakini zamani hata magari kwa hayapiti. Ah, tofauti kati ya mwanzo kabla barabara haijajengwa hii palikuwa ni pabovu mno, lakini kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru Mungu kupitia TARURA barabara zimejengwa na zinaendelea kuboreshwa. Ombi letu tu kubwa zaidi, kuna kipande naona kanaonekana ka, kangemaliziwa kuelekea nadani hapo ka, ka, kamaliziwa kwa uh, lami. Maendeleo ya sasa Chamwino ikulu ya zamani ni tofauti sana sana mno, ya zamani na ya sasa, ya sasa imeendelea mno. Aidha mwandisi Kabaka ametoa maelekezo kwa TARURA kusimamia vyema miundombinu inayojengwa kwa kuhakikisha inatumia kanuni za ujenzi kikamilifu.